Sasa hivi dunia ya pili inaandaliwa. Ulimwengu wa pili, sema ulimwengu wa pili. Wameshapeleka udongo, wameshaanza kuweka mazao na bahati nzuri sasa ulimwengu huko mikononi, unaona pale pale kwenye simu yako unaingia, unaona kina Elon Musk wanaitengeneza dunia yao, wanatengeneza wanadamu wao. Wanadamu hawa utaanza kuhusiana nao na ni jambo la kawaida, na mpaka sasa limeshakuwa la kawaida kabisa. Kuoa mdoli itakuwa ni jambo la kawaida na mtu atapenda, na akili zao zitakuwa zimefungwa, kwa sababu Mungu anasema kwa kadiri, ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, anasema walikataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zao, kwa hiyo Mungu akawaacha wavunjane hili heshima. Hebu sema kuvunjiwa na heshima. Yaani wewe una akili yako timamu, unaoa doli, ni mwanamke doli. Yaani wewe unafanywa kuwa una akili mental, mental disturbed. Yaani wewe mwenye akili wewe mwenye uwezo wa kulisoni lile dude, aliweze kulisoni lakini unaambiwa lina, lina artificial intelligence, yaani wewe ndio unalicontrol. Hili haina tofauti na kuwa msukule. Amen. Haina tofauti na kuwa nani? Msukule na ndio wewe ukiwa ndani ya nyumba umeolewa ama umeoa unashindwa kujiongoza kwenye miongozo inayotakiwa weka mamke, weka mamme, wewe una tofauti na haya maroboti halo? Kuna mambo lazima uyajue, unatakiwa kufanya, sio mpaka artificial intelligence itumike. Unajua hata uchawi ni artificial intelligence. Unajiuza pa penda, hata kama upendi unajikuta unapenda kufiapo lakini umetumika uchawi. Sema amen, sema amen. Kila artificial intelligence, labda nikuambie kwa Kiingereza. Sasa wamebadilisha matumizi neno wizard, lakini zamani anatumia nini wizard? Kwenye kompyuta iko mpaka leo, anaambiwa click wizard, hiyo ndio artificial intelligence, akili ya kiroho, ila wewe uchui. Haleluya. sasa Shetani hapo mwanzo alikuwa na funguo za shimo la kuzimu na mauti. Akitaka kukuua, anakuua na akikuua, anapanga yeye wende wapi. Alikuwa wa na funguo za ufalme wa mbinguni na ana funguo za shimo la kuzimu, ndio maana watu wanashangaa, shetani alikuwa na nguvu ya namna gani ya kwenda mbinguni wakati wa, wa, wa yule. Unaposoma maandiko soma bibilia yote, ndio ujue maana kwa sababu unaingiaje mbinguni? alikuwa ye. Ana anafunguo yeye, anafungua nini, anaingia mbinguni kwenye kikao, anafungua mamlaka. Shetani alikuwa na mamlaka wakati ule, kabla Yesu ajaja. Ndio maana ujio wa Yesu ni wa muhimu sana kwenye maisha yetu sana. Uwe msomi, uwe hujasoma, uwe mbumbumbu, uwe na akili uwe mchawi uwe mgango wa kenyeji uwe nani uwe nani, unahitaji kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeah. Haleluya, yeah. Mi najivunia kuokoka yeah. najivunia wokovu. Yeah. Na ninatembea na linga popote, nimeokoka. Nikiweka picha zangu mtandaoni na linga, nimeokoka nasema Yesu ni Bwana mwokozi wa maisha yangu, ulimwengu ujue, ulimwengu ujue. Kuna mtu anakuwa anadinga kwa kuposti mpenzi wake, nimempata. kuna siku atakuacha na utalia, utakunywa sumu. Mimi nimempata Yesu asiyeniacha, Yesu asiyebadilika, Yesu asiyedanganya. Haleluya yeah. Kusika nielewa vizuri cifunio yeah.